Matatizo ya mtoto ya kuzaliwa nayo kama spina bifida au neuro tube defects, yani mgongo wazi au kuzaliwa na kichwa kikubwa chenye maji yanaweza yakatokea kwa sababu ya upungufu wa madini ya binaini yani folate kwa mama wakati wa ujauzito. Sasa, Unapokula parachichi wakati wa ujauzito, si tu ina mafuta mazuri kwa sababu ya kuimarisha mishipa ya damu na kupunguza shinikizo la damu wakati wa ujauzito, bali linakupa madini ya kutosha ya B9, yani folate, ambayo yanasaidia kuimarisha afya ya mtoto na kuepusha matatizo ya kuzaliwa nayo. Neuro tube defects. Haya ni matatizo ambayo yanaweza yakahusisha mtoto kuzaliwa na mgongo wazi au magonjwa ya moyo kuwa na tundu au kuzaliwa na utindio wa ubongo. Sasa, ili kuepuka haya mambo, hakikisha unakula walau kipande kimoja cha parachichi kwa siku. Pia litaweza kukusaidia kukupa afya bora ya mmeng'enyo wa chakula, kukupa afya bora wakati wa ujauzito, kuondoa mafuta mabaya na kuepusha na shinikizo la juu la damu. Kama unajua unapata matatizo wakati wa ujauzito, basi ni kushauri kutumia uh, ujauzito package wa wakati wa ujauzito hasa miezi mitatu ya kwanza. Hii itaweza kukusaidia kukulinda dhidi ya matatizo wakati wa ujauzito na kulinda afya ya mtoto na kukusaidia kujifungua salama. Ili kuweza kuipata, nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.